Mwenye uwaja basi nampigia pigio, kwani mimi siwezi mpigia. Unadanganya usiku. E, si niende wapi? Ntaenda um, na wakati nilikuwa na pesa a. Venye ulikuwa kama kupe, pesa gani? Hebu yes, hey. E, nisabie dada, pesa zako zenye ulitoa ni pesa ngapi? aikaaka